Sana, basi tutakuwa leo hapa hapa kupitia Kolila Media, yapo ambao mengi sana tutakuja kujua ndani ya B13, kwa kujua kwamba historia ya B13. Wengi wao kama washawahi kujaangalia movie, lakini pia leo kuna street ambayo inaitwa B13. Exclusive interview kutoka hapa kwa B13. Yapo ni street away. Muona bwana hapa ambayo mazuri sana, ambayo unakuja kuyapata hapa hapa kupitia B13. Ni Vingunguti moja. Mengi sana ambayo yanapatikana huku na mengi sana unakuja kujua hapa hapa kupitia Kolila Media on YouTube na systems nyingine yoyote kabisa. Yapo ni B13 na tatu kama nilivyokuwa nimekuambia pale, na yapo mazuri ambayo tutaenda kuyazungumza hapa leo na kujua kile ambacho kilichokuwa kinaendelea kipande hiki hapa na kipi ambacho kinachojiri sasa hivi. Miaka kadhaa sasa hivi imeshapita lakini pia wapo wengi sana ambao wamepita hapa na wengi ambao waliobakia hapa wanaweza kawa wanajua historia kubwa sana kutokea hapa katika huu mtaa ambao unaitwa B13. Kama wewe ambaye ni mpenzi sana wa filamu ambayo ushawahi kuiangalia B13, basi kama ulikuwa ujui pia Kitaani ambapo ni Vingunguti pia kuna B13 ambao nyingine akiutofauti kabisa. Leo tuko na maleji ambao walikuwa katika mtaa huu toka kitambo lakini mpaka sasa hivi bado wapo. Wana mengi ambayo ya kuzungumzia kupitia huu mtaa. Inakuaje? Ah, baridi ndugu yangu. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Habari mm. ya huu mtaa inasemaje bwana? Ah, habari tuko vizuri tuko njema kabisa. Mambo mm. mengine? Mambo yanaenda kama hivyo unavyoona. Li jua linawaka, jua linanywea, ubaridi kama kawaida, mvua nyingi. Yeah. mm. maisha yanaenda tupambane Kwema kabisa hmm. hali halisi ambavyo jinsi mnavyoiona katika huu mtaa wa B13 na tatu ikoje, ukitofautisha na ya mwanzoni na Taki, ukweli, ya sasa hivi kiukweli hali halisi ya B13, hmm. na ile iliyopita na sasa hivi, na yani, haijabadilika sana hmm. ila tu kutokana na mazingira ya ili neno basi watu walikuwa wanachukulia kama mm. ile b kumi mm. na tatu ina mambo ya ajabu, lakini mm. ni jina tu, vijana walichagua mm. na kulipenda kwa kuwa mm. waliona katika maswala ya filamu yeah. kutokana na wengi sana mm. vijana wa B13 wanapenda sana kuangalia kwa filamu yeah. kwao wakapendekezewa na lile jina mm. na ile movie mm. wa mm. basi wakaamua kuita camp yao B13, basi ikawa ni jambo jema na ikawa imevuma sana mm. Yani mevuma sana, lakini kuna watu wakawa wanakuja kusema bei kumi na tatu ile kwenye movie ndio hii mm, lakini wakakuta utofauti mm, mkubwa sana mm, sio bei kumi na tatu mm, ile bei kumi mm, na tatu vijana tu wanaojitambua na kama sisi pia kaka zao tulikuwepo toka kipindi hiko mpaka sasa hivi mm basi naona B hmm. kumi na tatu iko njema na itazidi kuwa njema mpaka hmm. sa sasa hivi. Yapi ambayo ilikuwa inatendeka sana zamani ukiangalia kwa utofauti kulinganisha wa kipindi kile na sasa hivi kizungumzia hmm. kwamba B kumi na tatu zamani ilikuwa ni aina gani kwa mfano labda. Ilikuwa na matukio mengi sana. Ndio maana kitu B kumi na tatu au u ni, ni, ni mtaa fulani ambayo umekaa tu washikaji wamepoa na vitu vingine kama hivu. Yani ilitaka itaka hivyo. Watu walivyokuwa nachukulia lakini ilitaka iwe vile kama katika masala movi. Mm. Lakini tukakaa sisi mablaza wao tukawashauri mm, maisha yako hivi na hivi na hivi isiwe hii ya kwenye hii movi, basi na mtaani, ika ivo ivo ika ivo ivo. Ivo. Mm. Tukapambania ili swala na wengine walio kwenye tabia ile, basi katika ikempu wakajiengua, wakabaki wale vijana wajitambua, mpaka leo wapo na mpaka wamepata yeah, ajira katika mm, eneo hili maskanii na watu wanafani zao kupitia hapa Bi kumi hmm na tatu. Kwa hiyo yani, watu lile jambo liliwafurahisha sana, wakajua litakuwa hmm, sehemu yenye matukio mabaya sana hmm, lakini Mungu kaleta jambo la heri tukaiweka sawa Bi kumi hmm na tatu. Mpaka sasa hivi Bi kumi na tatu ina mafanikio kwa watu kupata ajira hmm, kupitia hii maskani. Ndio. Hmm. ni msala gani ambao utakuwa unakumbuka sana kwa... Nyakati ambazo zikuwa ni unaweza kusema kwamba ni kijana pia lakini kwa sasa hivi kidogo Eji, imeenda unaweza kusema ni blaza lakini pia ni faza umeona bwana. Msala gani ambao unakuwa unakumbuka zaidi ambao ulikuwa ni mkubwa sana ambao ulishawahi kutokea katika huu mtaa wa B13? E bwana, huu mtaa, kitu ncho nachokumbuka na sitosahau, kuna mwaka fulani, kwa sababu mimi ni miamia wa B13, lakini kuna masuala ya makempu gomvi gomvi. Basi hapa vijana wakawa wanajiandaa kwenda kushambuliana katika masuala ya makempu lile jambo lilinishukiza sana na baadaye, tukaweka chini wale vijana, tukaambea maisha sio maisha, tunatakiwa vijana tuwe hivi na hivi na hivi na hivi, lakini lile tukio lilinihuzunisha sana, kwa sababu ujamaa unakufa kwa sababu wote sisi vingunguti yetu moja na kempu zote zetu moja. Kwa hiyo sasa kiwa mambo kama yale inakuwa mitiani, lakini lile swala tukaliweka chini, tukakaa chini na vijana tukaliweka sawa mpaka leo yale maswala hakuna tena ndani ya B13. Mm. Mm. Turudi hapa kwa blaza kidogo. Kitu gani ambacho chakuwa wewe binafsi yako ambacho unakikumbuka kupitia huu mtaa wa B13 ambacho unaweza kusema kwamba kilishawahi kutokea kipindi wewe ulikuwepo hapa na ukasema kwamba natamani sana katika huu mtaa niame niende sehemu nyingine kabisa tofauti na hapo. Kikubwa wakati sisi tunakuja, maana mimi na kuja, mana, mina ndugu yangu hapo tulikuwa wageni. Tulikuta wenyeji wa hapa, vijana wa hapa maisha yao tofauti ambayo sisi tulipotokea huko. Sisi tumetokea katika sehemu ambayo watu wanapenda maendeleo, wanapenda kusaidiana katika kazi nini. Lakini tulivyokuja hapa tukakuta vijana wako tofauti kidogo. Tukabidi tupambanie. Hatujawahi kukata tamaa katika kupambania hili kwa sababu ilikuwa hadi mchana hapo ukipita kama mwanamke ameshika simu au mtu yeyote anaporwa. Lakini mpaka sasa hivi unaikuta hali iko shwari kwa ajili ya sisi wawili ambao tulikuwa tunapambania B13. Na mpaka sasa hivi inaonekana B13 kwenye mtazamo wa watu wa starabu na wenye hekima na wafanyaji kazi. Asilimia ya mia moja ya vijana wa hapa wengi tumeoa kutokana na, na kishawishi ambao sisi makaka zao tulichokiweka na wote wamepita katika mfumo ule. Zamani ilikuwa hata mchana saizi unakabwa na hakuna mtoto ambao anakusaidia. Lakini tuliweza vijana kuweka sawa. Wengine wapo sauzi, wengine wana maisha yao mengine, wengine wamehama mji, wengine wa saizi wapo makazini na wengi ambao tumebaki kwenye busara ambao tulikuwa nao ambao tumelelewa na wazee wetu tunaiendeleza. Ambao ambao kwa kwa amefariki mtoto mtu mzima, tunashikamana vijana, tunachangishana, tunapeleka hela la mbirambi sehemu eneo la msiba na maisha ndo yako hivyo na mpaka sasa hivi vijana wengi wanapata ajira kupitia sisi eh, yeah. Tupo na changamoto gani ambayo mlioanza, yani unaweza kusema mlioipata, sana sana kuhakikisha kwamba umtaa unakaa sawa, yani kwamba ile ndio mnataka kuanza kwamba kutokomeza wizi na vitu vingine kama hivyo, baadhi ya watu pia, kuhakikisha kwamba mnaika katika mazingira ambayo yalikuwa yako sawa kabisa mpaka sasa hivi kwamba tunakaa hapa tunapiga story na kila kitu kiko fresh kabisa. Ni kipi ambacho sana sana ambacho kilikuwa kinakuwa kama kikwazo kwenu, na hamasa gani ambayo iliwapata nyinyi mpaka mkaona, hapana, itabidi tufanye hiki kitu mbele kila kitu kiwe shwari? Mwanzoni kuna vijana ambao wanatoka camp tofauti, walikuwa hii kama ndio sehemu ya kuja kujificha, kwa sababu sehemu hii ukiona mpaka askari anakuja, basi kuna maelekezo ambayo wamepewa watu kwa watu walikuwa wanafanya uhalifu huko wanakuja kujificha huko, kwa hata askari walikuwa wanakuja muda mwingine wanakuja wanajeshi nini, kutokana na, na matukio ambayo yaliokuwepo ambao mtu katoka nayo huko kaja kujificha huku kwa hiyo zinapatikana salambani hapo B13. Kwa hiyo ikawa inaonekana B13 ni kempu amboni mbaya sana, haifai. Lakini tukabidi tuweke changamoto kwamba mwenyeji asimruhusu mgeni kuja kukaa eneo hili, ili maisha mengine yaendelee kweli, ambao wale wenye uelewa na sisi tulibaki nao, ambao wale maisha yao, na pamoja na wale wageni walikuwa wanakuja wanawapokea, walikimbia kutokana na hapa. Sasa hapa fai kwa sababu ilifikia tu hapa nakuta mabange nini anauzwa hapa nini, yani takataka nyingi ziko zinauzwa na waunue na bali mbali, unakuta paka unaogopa wewe kupita hapa muda wote. Lakini sasa hivi tunashukuru Mungu, maisha yanaenda vizuri. Vijana tulikuwa nao wote wanafanya kazi na wana maisha yao wengi wamepanga wengi, wana haki maisha yanaenda, tunashukuru kwa hali ambayo iliyokuwepo. Sasa hivi tofauti na zamani, tunaweza kukaa na wazee kama hivi unavyoona, tunapiga nao stori, wanatushauri mambo mengi Mbana maisha hapo no? well, hivi ukikaa na wazee wenyewe wanaita ukubwa dawa, na sisi tunapambana na wazee wetu ili maisha yaende. Kweli hali ni sasa hivi, sio kama zamani. Zamani ilikuwa muda wote hapo, wewe unaweza ukajifungia ndani, kwa sababu linaweza likatokea tukio, afu ukajikusanya, wakaja askari nao, ukabebwa mpaka waje kujua kwamba wewe pamoja na wale upo pamoja nao, ni muda tayari ushapita na itakugharimu toho hela. Lakini sasa hivi tunakaa hapa tuna miaka mingi aje kuja askari kutukamata wale kufanya sababu, hatuna mambo ya ajabu, tunaishi vizuri na mtaa wetu. Tuna mwenyekiti yuko hapa, umeona bwana, tuna ofisi ya, ya, ya chama tunayo, ni ni kigezo eh, kikubwa sana kwetu kwamba kuonesha kwamba mtaa wetu ni sehemu ya amani, eh kitu kama hiyo ambacho kilichokuwa kinanichukiza kutokana na maisha ambayo tuwakuta tu, vijana wetu ambao walikuwa wanaishi kile kitu kilikuwa kinachosha na kinaumiza. Ni namna no gani unaweza kumshawishi kijana kumtoa katika muonekano aliokuwa nao kwenda kwenye muonekano ambao wewe unaoona uko sahihi. Kwanza kukuelewa inakuwa ni ngumu sana, ilifikia hatua tulikuwa tunapigana, hatuelewani, maongezi hakuna, mkipishana mapigana vikumbo, ala wenyewe wanakuambia da blaza, ule haifai blaza snichi. Lakini tulikuwa tunajitahidi mpaka mtu anakuja kukuelewa, ikawa ilichukua muda lakini tulipambana mpaka hivi sasa unaona ndio hivi ambao tunaoishi. Unaweza kuona saizi kuko tulivu sababu watu wengi wapo makazini. Lakini panapofika saa kumi na mbili saa moja vijana wote tunakuwepo hapa na tunapeana mawazo. Uzuri wa sisi tumeishi katika maisha ya kupendana. Wewe unacho unamsaidia mwenzio. Wewe huna mwenzio mwingine anataka kusaidia. Ndio hivyo tunavyoishi. Hatuishi katika choyo. Alafu tunapenda kumkimbilia mtu anapokuwa na shida. Ndio maisha ambayo tulojifunza kwetu sisi tunaishi kwa kusaidiana Sio kwa kuchukizana, wewe leo upo hivi na mimi leo nitakuwa hivi, tunaisaidiana ili maji maisha yaende. Ndivyo ambavyo tunavoishi hapa B13. Brazo, ni kitu gani ambacho unachokichukia sana katika huu mtaa wako ambao unaweza kusema kwamba ikitu hichi yn, yani, kinanikwaza sana, natamani sana kiishe leo kesho, kwa sasa hivi kila ukikiangalia? Da, mimi kitu kinacho niumiza sana kumtabilia mtoto mwenzako vitu vibaya akati wewe malezi na mwanao vile vile hauna, yani katika maisha. Kitu hiko kinachonichukiza sana, kwa sababu unatakiwa jambo jema kwanza lianzie kwako, kwa, kwa, kwa. Sasa utakuta baadhi wakina mama akina baba, utakuta anaweza akakuongelea vibaya akati juu maisha yako eh, yapo vipi? Asema kile kitu, katika nafsi yangu kina nichukiza sana, kwa sababu nasema jambo jema sio ndani kwako basi hata nje liyojema kao ndani kwako kwa unafuga vitu vibaya, lakini ukitoka nje unasema vijana wenzako vibaya, maisha yale. Kiukweli katika mtaa miki kwa kile kitu kina yeah, niumiza sana, yani sana na sana na sana, ambayo unaweza a kwa sasa hivi mm, hali imepoa sana

Sasa hivi mimi ni mjumbe kweli, japo kwa kijana unavyoniona eh, ni mjumbe kweli wa Chama cha Mapinduzi, yeah. shina namba kumi ya yeah. yeah. na wengi sana wanajiuliza kwa nini mjumbe kijana? mm -hmm. busara mm -hmm. Yani kila kitu inatakuwa busara tu, na yeye kama alikuwa nayo mm -hmm. ya ndo mpaka leo hii kimenifanya mm -hmm. niwe hapa mm -hmm. lakini tumeipambania sana B13 mpaka hapa tulipofikia. mm -hmm. kwanza tulianzishaga jogging tukasema hapa B kumi na tatu imepoa sana na tukitaka tuondoe jina B kumi na tatu, atusome masuala ya vikundi. Hebu tu mimi ndio kwa mwanzilishi wa kutoa wazo jogi, la jogging na kuna ndugu yangu anaitwa Saidi Suma Zeveza bwana Lama, na kuna mdogo wetu anaitwa mgwizi wa wadudu. Yani tukakaa tukasema, kwa nini ah, jamani, tusianze kweli? Ile jogi tukaianzisha na ikasikika na mpaka B13 ikasimama hapa ilipo mpaka na watu wanaipenda sana. Yani mtu mwingine anaweza akawa na jambo kwa kusema, nikipata vijana B13 au yule wa tatu, si mambo yangu yataenda vizuri. Lakini B13 sasa hivi yani ipo shwari hakuna matatizo, matatizo matatizo madogo madogo, kwa sababu hakuna binadamu aliyekamilika. Vitu vidogo vidogo vipo kwa sababu hata serikali kuna ulinzi mkubwa tu, lakini utasikia huko kuna tukio limefanyika, lakini wanajitahidi kudhibiti vipi yale matukio. Jambo haliwezi kuisha moja kwa moja, lakini sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu azidi kutupa moyo, tuzidi kuipambania B13 kamili mm. na tuzidi kuipambania Vingunguti, hata vizazi vyetu vinavyokuja waje kuiona B13 ilikuwa kamili na Vingunguti ilikuwa kamili, sio tena ah, mimi naenda Vingunguti, ah, Vingunguti sasa hivi hapa fai. Lakini Vingunguti sasa hivi, Vingunguti imesimama, Vingunguti ipo imara. Na mabadiliko katika mtaa au katika mji mm. ni wageni wanaoingia katika mtaa sehemu ile. Lakini sehemu kukiwa na wazao wengi, basi hakuna jambo lote tutakaobadilika. Hata likitokea tukio, mtoto wa Mwanvita huyu, mtoto wa Mwantumu huyu, mtoto wa Shomvi huyu. Kwa hiyo sasa utakuta yale mambo yanazidi e. Lakini umeingia huku, we Chacha Mura, kamata ule, inakuwa mazoa yale, hakuna watu wamekamata, wameweka. Kwa hiyo hata vile vitu vinakuwa e, bwana, sahivi yale mambo pale atakiwa amebadilika. Kwa hiyo mtaa na maisha mazuri yanabadilika kutokana na wazao wageni wanaokuja katika eneo lile, lakini eneo kitaka libadilike basi wanatakiwa we standard. Na tunashukuru Mungu sana kwa kumpata mwenyekiti wa mtaa Omari Kabatele, yani kama as, asilimia mia, kama asilimia tisini, lakini anajitahidi sana, yani tunamshukuru sana mwenyekiti wetu yani anatupa sana darasa kama jambo baya naliona baya, nakuja nakwambia kama anavyokuambia kabisa, bwana ah, jambo hili kinaona zuri maskani, basi kalifanyie kwenye familia yako alione kama zuri. Kwa hiyo, yani anazidi kutuelimisha, anazidi kuisafisha Vingunguti yetu na Mtambani wetu. Kwa hiyo jambo hili ni bi kumi na tatu na kempe zingine, yani sasa hivi matatizo huku hakuna, hakuna, hakuna mengine tu labda itakayotokea lakini maswala kutokuwa na amani B kumi na tatu yeah. sasa hivi amani ipo yeah. maisha yapo yeah. kila mtu upo katika ajira yake yeah. mambo mengine yanaendelea. Umepata nafasi leo ya kuzungumza kupitia chombo cha Kolila Media, umepata nafasi pia ya kutoa labda ushauri, walau hata kwa muda mfupi tu, kuwaambia watu wengine ambao pia unaweza ukasema kwamba Uh, maskani yao au mitaa yao ilikuwa na mienendo yenye tabia ambayo ya mfanano kama wa B kumi na tatu, ukipata nafasi ya kuwashauri watu kama aunalipi ambao la kuambia labda, mimi takuwashauri maisha tulokuwa nayo, tusiangaliane usoni kwa kuwa huyu fulani nikimwambia basi mi nitachukiwa. Waikubali kuchukiwa kama sisi tulivyokuwa tuna itwa duanzi nuksi mshamba tumevumilia sana wale maneno, lakini B13 ikawa iko vizuri. Basi hata na wao, ni ushauri wangu, sehemu yote nataka kuweka jambo liwe zuri. Basi usiogope maneno mengi, kwa sababu nina kuambia nyani aliyokupa mishale mingi ndio mwenye mafanikio. kwa kwa hiyo mimi ninachosema, yani kempu zingine tuambiane ukweli, ili baya ili zuri, ili mradi tupate kuzitengeneza kempu zetu zisiwe na majina zisiwe na kashfa mbaya, kashfa mbaya ai lakini tunashukuru Mungu kama hivi watu wa media mnavyokuja yeah, na kutoa maneno yote mwalimu matatu mm, da tunashukuru sana, ni kwa sababu tunazidi kuitangaza bi kumi na tatu ilivyokuwa so, sasa na zamani yeah, mm, nashukuru sana okay. Kwa goblaza labda ukipata nafasi pia ya walau pia kwa ufupi uh, kumshauri pia mtu iwe ni familia au ni watu baadhi ambao wapo katika timu zingine ambazo wapo katika hayo makempu. Kipi ambacho unaweza labda kuzungumzia, walau kwa kumpa mtu ushauri kuona kwamba kumbe naweza kuleta kitu fulani na mambo yakawa fresh katika mtaa wangu? Mimi ni, ni, niseme kitu kimoja. Maisha ya mwanadamu au vijana tuliokuwa nao asilimia mia moja maisha ya vinguti, watu wanaishi kisera. Lakini msela ni mtafutaji. Msela sio mwizi, sio kibaka wala sio kwamba ukiwa msela ni ukivuta bangi ndio unakuwa msela. Hapana. Yaani msela ni, ni msafi, mtanashati na mpambanaji kwa kutafuta riziki na familia yake kaenda na, na, na, na ya usela. Yaani usela sio maisha mazuri ndio maana ya usela. Yaani usela sio kukaa kijiweni maskani kwamba kutengeneza bangi ukivuta ndio maisha. Wewe ndio msela ndio mjanja, hapana. Unaweza kana ukao unaitwa mjanja kumbe ndani yake ukaa bwege. Ujanja ni namna wewe utafutaji unavyoamka asubuhi kuangaika katika kutafuta riziki, ndo ujanja, na umerudi nyumbani jioni, tumekaa maskani kama hivi, tunapeana mawazo, ni nini tufanye katika mtaa wetu, nini tufanye katika familia zetu. Mimi nawashauri vijana wote ambao waliokuwa ndani ya mauzulio ya kempu zao wawe wapambanaji, wasiwe wezi wala wasiwe watu wa kuangaika, wapambane katika kutafuta mahitaji yao watafute kazi za msingi, wafanye kazi za harari ambazo zinawalalisha jamii na jamii ikawapendeza, katika hizo kazi ambazo wanatakiwa kufanya, wasifanye kazi mbaya, matukio yake ikawachukiza midomo ya watu ambao kwa kuongea kwa, kwa kauli mbaya, sio midomo mizuri. Mtu akuongelee kwa heli, asikuongelee kwa chuki, akwambie tu da, kijana yule anahangaika ana, anapambana. Lakini akisema da, yule kijana mwizi, kijana mshenzi sana, sidhani kama utafika mbali. Asilimia ya wengi ambao wenye tabia hizo mimi nawaomba waachane nazo, wapambane wafanye kazi. Yani msela ni mfanyakazi na mpambanaji, na anakuwa mtanashati. Hiyo ndio ndo maoni yangu. Yapo ambayo mazuri ambayo utakuwa umejifunza kabisa. Wanangu wanakwambia heshima ya kitaa kiroho safi. Tulikuwa hapa katika huu mtaa wa B13. Hapa ni Vingunguti moja. Nimepata nafasi pia ya kuzungumza na miongoni mwa mabraza ambao wanapatikana hapa katika huu mtaa wa B13. Mengi mazuri ambayo yamepatikana hapa, na utayapata katika Kolila Media au ni YouTube na systems nyingine yoyote kabisa. Lakini pia ukikosa hii, unaweza kuipata pia kwenye Instagram page yetu ambayo tunatumia kama uh, Kolila underscore media fina kwa fresh kabisa. Ukija kwangu mwenyewe natumia pino underscore rhymes. Kwenye Instagram ina kwa fresh. Lakini ukija kwenye TikTok pia natumia kama pino underscore rhymes. Kila kitu kinakuwa kwa fresh kabisa. Behind the camera, mwanangu Mauridi Mashaka Kiponza. Yapa nyingine utakuja kuipata time simda mrefu sana. Na hapa hapa kupitia Kolila media fina kwa tu fresh kabisa.